Iwi la simanzi limetanda katika kijiji cha Arimi huko Elburgon baada ya watu wanane kutoka kijiji, eh, kijiji hicho kuangamia katika ajali ya barabarani siku ya Alhamisi ambapo takriban watu kumi na wawili walipoteza maisha wakiwemo wanafunzi. Baadhi ya waathiriwa wa ajali hiyo wanasema serikali inapaswa kuchukua hatua wa kudhibiti ajali za mara kwa mara katika eneo hilo. Crispin Otieno na maelezo zaidi. Ni siku ya tatu tangu ajali iliyotokea eneo la Arimi iliyoangamiza watu kumi na wawili. Kati ya watu hao wanane wanatoka katika kijiji cha Arimi. Familia kadhaa hapa zingali kukubali kwamba wapendwa wao hawapo tena baada ya tukio hilo la saa moja jioni Alhamisi. Charles Mwaura ni kati ya wale waliopata pigo kutokana na ajali hiyo. Hapa akifarijiwa na majirani na marafiki, baba huyu alimpoteza mwanawe mwenye umri wa miaka 16 na mwanafunzi wa kidato cha tatu kwa jina Nixon Mbano aliyekuwa akisomea shule ya upili ya Elburgon DEB. Akiwa ameshika picha ya mwanawe, hajui pa kuanzia wala kumalizia. Si kufikiria kijana wangu Nixon Mbano angekuwa ndani wa hilo gari. Kwangu ningeomba serikali kama inaweza saidia kuhusu janga hili, juu imewahi niguza kwa kuwa mimi ni victim wa mahali pale kijana alipoteza maisha yake. Katika boma jingine kilomita moja kutoka hapa tunakutana na Henry Waweru. Huzuni hapa ni tele, mkewe aliyetoka safari akiwa miongoni mwa walioangamia cha kushangaza ni kuwa Waweru walikuwa miongoni mwa watu waliokimbia kusaidia katika shughuli za uokoaji. Asichokijua ni kwamba mkewe Jesinta Wamboi alikuwa miongoni mwa marehemu, mkewe aliyetoka safari ya mazishi ya mfanyikazi wao akiangamia pamoja na wenzake watatu kutoka kampuni ya maua. Kushangaza sikuwa nafikiria bibi yangu angekuwa hapa. Hiyo ni kitu nikuwa najua, alikuwa Elburgon na wezi katika kijiji hicho hicho, Peter Kamau wanashindwa kujieleza baada ya kumpoteza mkewe siku hiyo, asijue jinsi ya kulinda mwanawe mwenye umri wa miezi sita Lengu. Na huku mipango ya mazishi ikiendelea, waathiriwa wengi wanasema wamelemewa na gharama ya kuandaa mazishi. Crispin Otieno, runinga ya Citizen.